Batu yote wanakimbia hivi vite natomboka babuyu na babembe tena binaanza. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News tunakukaribisha katika matangazo yetu ya muda kama huu, ni mchana wa majira ya Afrika ya kati. Mtazamaji pia msikilizaji unayetufata mahali popote uliko iwe bara la Afrika, Asia, Marekani, Ulaya na penginepo, tunakukaribisha kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho ili ufahamu kinachoendelea muda kama huu siku ya Jumamosi ya tarehe Oktoba 25 mwaka 2025. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, mambo yanaendelea kuripotiwa kuchacha maeneo mbalimbali mbali ya mashariki mwa nchi. Katika mji wa Goma, wazalendo wajitokeza na kuua baadhi ya wapiganaji wa au askari wa M23 AFC RDF Jeshi la Rwanda katika sehemu za Mugunga ikiwa ni mkoani Kivu ya Kaskazini. Katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini haswa tarafa ni Fizi, vivyo hivyo aliendelea kuripotiwa kuwa mbaya. Sehemu moja ni vita vinavyoripotiwa kuwa vya kikabila baina ya kabila la Wabuyu na Wabembe kisa na mkasa, yaripotiwa kwamba wizi wa ng'ombe ukawe chanzo. Ikiwa haitoshi mapambano makali baina ya makundi mawili ya wazalendo, wazalendo wanaoongozwa na kamanda mkuu William Amuri ya Kutumba upande mmoja, upande mwingine ni wazalendo wa kundi la Biloze Bishambuke wanaoongozwa na kamanda mkuu wao Ngoma Mzito. Tayari kambi ya wapiganaji wazalendo wa Ngoma Mzito, yaani Biloze Bishambuke, imechomwa kupitia mapambano makali kati yao aho, baina yao na SNPCC inayoongozwa na kamanda mkuu William Amuri ya Kotumba. Mtazamaji, naomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho tutakwenda katika mji wa Goma na maeneo ya kando kando, tukizungumzia Mugunga, Kibumba na sehemu zingine, na tutamalizia bila shaka na hizo habari za picha mnazoziona, ambazo zimepelekea wakahadi wengi kuyama makazi yao wakikimbia mapambano ambazo yamezuka katika maeneo ya Kilembwe. Tafadhali usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare yani kupartage au kusambaza kwa watu wengine. Uo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa keshindo zaidi. Nini ambacho kimetokea leo siku ya Jumamosi ya tarehe Oktoba 25 mwaka wa 2025? Tuanze habari za leo na yale ambayo yameshuhudiwa katika maeneo ya tarafa la Fizi haswa sehemu so, za Kilembwe, mapambano makali yamezuka, nayo mapambano hayo yalipochua kuwa ya kikabila, upande mmoja kabila la, wale, la Wabembe, upande mwingine kabila la Wabuyu. Nini kisa na mkasa? Tuone kile ambacho kinashuhudiwa, tuone jinsi watu wanavyokimbia Fununu tulizo nazo za kwanza na ambazo bado hazijakanushwa zaelekeza kwamba kuna watu wa kabila la Wabuyu waliokwenda kuiba ng'ombe za watu wa kabila la Wabembe, ikapelekea watu wa kabila la Wabembe aswa wazalendo kuwafuatilia hao wa mmoja wa kabila la Wabuyu walioiba ng'ombe ili waweze kujirejesha lakini walioiba ng'ombe au wakutaka vile vile kuziachililia, ikawa sasa mtutu wa risasi. Na taarifa za kwanza zinadokeza kwamba yamkini kuna wapiganaji wawili wa kibuyu kwenye vita hivyo ambao tayari wameanguka. Akifahamiki nini kitatokea baadaye. Je, itaendelea na kuzusha vita vya ukabila huku na kule? Lakini tutizame kwanza mambo navyo endele hivi sasa, batu yote banakimbia. Hivi vite na tomboka, babuyu na babembe tena binaanza, hakuna mwaye. Batu baishapikana pikana kule, banakufa kulukamba. Babuyu balipenda bapie mangombe ya, ya babembe ba, ba, ba, banani, bazalendo, bazalendo mkudefandre mangombe yabo, abo nabo bapende kuacha mangombe njoo vite napiganiwa batu banakimbia, babuyu baisha baisha kuisha kufa. mtu umoya, mtu umoye njo aisha kufa kule maloba, njo tunasikia jina, na hivi vite inaendelea ku. kule salamu hapa. Tuko igoma kabisa, tuko na kimbia, hatujui tutaishia wapi, juu vitu vingali nguvu, ni wabembe na wabuyu. Hatujui kama wapi njoko tutaenda ishi tombe tuna Mungu bishia hapa bisiendelee jua tujui, tunaweza kuwa wapi. Ni shida sana sasi, bamama tuko na batoto, tukakimbia na mizigo na watoto kumwini. shida sana batu yote make vi kilembo vewana wakia ni bazalendo kuwazalendo tu abo kuaba, batu yote ona watu usikuko na kuya bengi Bengine waisha enda, atujue kama tuko kama tuko naishia wapi, kama tuko naenda wapi, tuko tu kukimbia, batu wote, hakuna hata mama anabakia kilemo manjie na pishana kwa wanaenda nja y salama, bila hivi tuko nja a igomba, tunaenda kani burega nje tutaishia. Mtazamaji pia msikilizaji, Kuna Nini News ikiwa hayo yanaripotiwa hivyo sehemu hiyo. Upande mwingine katika maeneo ya Misisi na kando kando ni vita kali baina ya wapiganaji wa kamanda mkuu Ngoma Mzito na kundi lake linalojulikana kama vile Fabebe Biloze Bishambuke, na upande mwingine ni kundi la SNPSC inayoongozwa na kamanda mkuu William Amuri ya Kutumba. Mtazamaji pia msikilizaji, mvutano huo wa makundi hayo mawili ni wa muda mrefu. Lakini sasa ikiwa kumeripuka mapambano ya aina hiyo leo, cheche zake zilianza miaka na miaka iliyopita, na habari tulizonazo hivi sasa zinasema ikiwa mwanzo ulikuwa kuhusu vizuizi vinavyowekwa barabarani na ambavyo wamoja hawataki vizuizi hivyo viwepo na wengine wakipendelea kuweka kwa ajili ya kunyanyasa raia. Habari tulizo nazo za kwanza zinasema mapambano yaliyozuka jana hii ilipelekea makundi mawili hayo kupigana. Kilichoachisha mapambano ni mvua iliyonyesha jioni mapema leo siku ya Jumamosi ya tarehe Oktoba 25. Basi ilikuwa ni kupanda kwenye mzani ili kupimana nguvu na misuli. Hatimaye habari tulizo nazo zasema kwamba wapiganaji wa SNPCC inayoongozwa na William Amuri ya Kutumba wameonyesha umahiri wao na kuwa nguvu zaidi kuzidi wenzao wa Biloze Bishambuke wanaoongozwa na ngoma mzito. Hata wapiganaji wa SNPCC wamefanyikiwa kuchoma kambi ya Biloze Bishambuke na kudhibiti eneo ambako walikuwa wameweka ngome yao kubwa. Bila ya kwenda mbali, tujaribu kusikia yaliyoshuhudiwa siku ya Jumamosi leo. Sawa kaya boyi kaya boyi, mapumbafu aba shenzi kaba K kaya aba shenzi, ndo hii hapa tunaitoma moto same pesa sisi tunachoma moto eh same pesa sisi tunachoma moto. Kaya boyi vraiment aba shenzi hapa eh, mtoto anachezaga na, mtoto na baba yake mtoto anachezaga na baba yake, baba ni baba tu kwa mtoto eh

Kaya hapa, sawa sawasawa, kuraje, kuraje, watoto ya kuraje, tunaonesha tunaonesha nguvu e, baba anaonesha nguvu kwa watoto e, baba anaonesha nguvu kwa watoto. Mtazamaji, ikiwa hayo ni huko mkoani Kivu ya Kusini, aswa ndani ya tarafa la Fizi, tuelekee mkoa wa Kivu ya Kaskazini, maeneo ambako tuambiwa wakaaji wa mji wa Goma wanaishi tumbu joto. Wakuu viongozi wa M23 AFC, kama vile RDF, jeshi la Rwanda, waishi tumbu joto. Wengi wao hawalali katika mji wa Goma, wameanza kuvuka mpaka jioni na kwenda kulala katika nchi ya Rwanda. Kwa nini? Ni kutokana na kwamba wasiwasi mkubwa, wazalendo waripotiwa kuwa maeneo ya kando kando sio mbali na mji wa Goma na hao hutokea na mashambulizi ya kushtukiza yanayopelekea wapiganaji wa M23 wengi kupoteza maisha habari tulizo nazo leo zasema kwamba kunaripotiwa vifo vya wapiganaji wa M23 katika sehemu za Mugunga maeneo ambako kulisikika risasi isijulikani nini kabisa lakini wasi wasiwasi hujiwajaa wakaadi wa maeneo hayo na kwa mwisho kusikika, wenda ni wapiganaji wazalendo walioshambulia msafara wa askari wa M23 RDF AFC iliyotamani kwenda kwa usaidizi, yaani kuwasaidia wenzao waliokuwa kwenye mapambano na wazalendo. Lakini gari ambamo mlikuwa askari wa M23 AFC RDF, ikaanguka kwenye mtego kwa kushambuliwa ghafla na wazalendo na huenda kukaripotiwa vifo vya askari wengi, na ambao watajwa huenda wakawa ni askari wa jeshi la Rwanda, yaani kikosi maalumu cha jeshi la Rwanda. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ikiwa haitoshi, habari tulizo nazo kwa sasa zasema wakaaji wengi katika kitongoji cha Kibumba wamo hatarini, baada ya mashambulizi ya kushtukiza katika maeneo ya mji wa Goma kandokando Mugunga na sehemu zingine M23 AFC RDF, waliingia katika kitongoji cha Kibumba, wakawashika watu wengi, haswa vijana ambao wamekwenda nao misituni, isijulikane hatima yao itakuwaje. Watu wengi wahisi kwamba huenda wakawasingizie u... kwa namna nyingine niseme hivyo kwamba ni wazalendo, na ikiwa hivyo maisha yao yatakuwa hatarini. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hivyo ndivyo hali ilivyo katika mji wa Goma. Wakuu viongozi wengi wa M23 AFC RDF hawalali Goma, wameanza kuvuka na kulala katika nchi ya Rwanda kuhofia maisha yao. Na kutokana na hali hiyo, wakuwa viongozi wa kongamano la Kibumba huko wametoa mwito kwa machifu wao wa nyumba kumi, sijui wakata sijue wa Avenue sijue viongozi wote ambao ni wa M23 AFC wanaotumika kwenye ardhi ya Kongo, lakini ambao kila jioni huvuka kulala Rwanda. Marufuku ya kwenda kulala katika nchi hiyo ya Rwanda. Yeyote atakayekwenda na kuacha eneo lake tupu atajikuta mtu mwingine amewekwa nafasi yake. Ile inaonyesha wazi kwamba hali ya Goma ni ya wasiwasi wasi. hali ya kando kando mji wa Goma ni ya wasiwasi wasi. Kwa muda wote unaweza kuripotiwa mapambano baina ya wazalendo na M23 na washirika wake. Basi tuyaachie majira muda na ni kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, sina cha ziada. Tumekamilisha yale ambayo tumekuandalia kwa muda kama huu, hadi pale tutakapokutana tena hewani, hacha nikushukuru wewe uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.